Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma ya kamera director Runda, ndo ndo mtu ambaye anatoa anatoa picha ngavu. Eh, tupo na shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Manda mambo vipi? Safi kabisa. Imara kabisa. Namshukuru Mungu. Unaitwa nani mwanachama? Naitwa Juma Nasoro Mingwaro. Shabiki mwanachama wa Simba. Yeah, shabiki na ni mwanachama wa Simba Sports Club. Simba Sports Club mepeperusha bendera uh, kombe la shirikisho bana, Afrika Afrika Mashariki na Kati, mebaki nyie tu Simba Sports Club. Mepeperusha bendera katika mechi yenu dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini katika mchezo wa nusu fainali. Mchezo utakuwa namna gani? Mchezo utakuwa na uh, mzuri. Mchezo utakuwa mzuri kwa sababu kila aliyefika hatua hii ni timu nzuri kwa kweli, kaio kikubwa sisi kama wanachama, kama mashabiki tunajipanga kwa hali na mali, mechi tuimalizie Tanzania hapa tukienda South Africa tukamaliza shughuli kila kitu. Ubwera unasafiri kuelekea Zanzibar? Yeah, tunasafiri, tunasafiri, mimi tawi langu la Gongo la Mboto tawi la wazee Gongo la Mboto tumejipanga kwa safari ya kwenye hiyo mechi. Simba wamecheza mpaka sasa hivi, tumzungumzie kwanza mchezaji ambaye yeah, amefanya uh, vizuri mtu kama Elim Panzo Kibisawara. Kwanza tuanze kuhusu Elim Panzo Kibisawara ni mchezaji ni mchezaji na pia mi kama, kama mshabiki na ni mwanachama, na washukuru viongozi kwa kuona kwa jicho lao kuona kwa, kwa mchezaji kama yule, sababu ni mchezaji mwenye uwezo, ana tarenti. Tunamshukuru kwa uwezo wake, nashukuru na kile anachokionyesha anacho. Kiukweli, wa Simba, tawi la kwanza la Simba limeanzia Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar Simba ni nyumbani. Kwa hiyo ni nyumbani kama ilivyokuwa Dar es Salaam, kwa hiyo hilo watu ogopi na pia kupitia chombo hiki na nawaambia wanachama na mashabiki wa visiwani Zanzibar, kazi hii ni ya kwao. Wao ni wenyeji wetu kule, hii kazi ni ya kwao. Kama sisi tulifanya kila uwezo, kila njia, timu imeingia hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo hii hatua ya nusu fainali kwenda fainali, wakazi wa Zanzibar, wanachama wa, wa Simba na mashabiki, hii mechi ni ya kwao na sisi tuko nyuma yao, tunawasapoti, tunataka tupate ushindi mkubwa Tanzania, tukienda South Afrika tumalize kazi. Wanasema shule yenu ndio imeishia hapa? hayo ni maneno wanasema. hmm. Mfamaji si kutapatapa, hayo ni maneno. Sasa hivi hawamna neno lingine lolote watakazungumza zaidi ya hilo, hamna e, jipya kwao e. Kuumia ni lazima waumie, kwa sababu matarajio yao imekuwa tofauti yani e, kiukweli kabisa ila e, tu niwaambie, wataendelea kuumia wataendelea kuumia, hiyo iko wazi kabisa. Leo amediari ametoa kauli mmoja ambayo amesema, ile kauli hii tunavuka imeshaisha, sasa hivi kauli yenu nyingine, eh, tunaendelea kusonga mbele. Ni kauli ambayo bora ya mediari leo ameitoa, ame atuishii hapa kwa maana yake, Simba Sports wanataka ubingwa na kikombe. Ni kweli, ni kweli kabisa. Yule kama msemaji wamekaa vikao na viongozi, ana haki ya kuzungumza hiko mimi kama mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club tawi la Gongola Mboto, kwa tawi la wazee naunga mkono asilimia mia moja. Kauli yake ni kweli, niye na mazumu hatuishie hapa, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu vile vile tufike fainali na kombe tulilete hapa yeah. Young Africans leo anashuka dimbani katika mchezo wa Federation Cup dhidi ya Stendi United, United kule mkoa ni Shinyanga, leo Young Africans anamkaribisha pale dimba la KMC Complex. Mchezo utakuwa na namna gani? Maana Africans wamejipanga, wanakusubiri wana wewe tu mkutani fainali mm. Utakuwa mchezo mzuri. Mchezo mzuri, ila kwa uwezo wa stendi na uwezo wa Yanga ni vitu vitu tofauti. Mimi napenda kuongelea kong mpira. Bado Yanga atabaki kwa Yanga, standi, kwa stendi mpira dakika 90 ila Yanga na asilimia za ushindi Eh, niwe mwazi tu kuongea ni, so, ushabiki wa ambao haueleweki nikitamani kukutana naye katika Federation Cup bila shaka yoyote sababu, mara ya kwanza mara ya kwanza kukutana naye nusu fainali ya kwanza tumefunga goli nne kwa moja kwa Mkapa, tumekutana naye Kigoma tumemfunga kutana naye pia akatufunga kwa wala tuogope kwenye hilo, kwa ya Africans wana hivi wanapoenda katika wao mwenendo wao walijikusoka Tanzania bara ayogopeshi Simba katika kuwania ubingwa msimu huu 2024 2025. Ah, kuna misemo unasema, usijisifu, unaambia msifu nani, kukimbiza wakati yeye anache, anacheza mechi zaidi ya tatu. Sisi bado tunafanyaje? Tuna shughuli za kuwakilisha nchi na Afrika Mashariki na Kati, somelewa yeye, hizo ni mbio zake yeye. Sisi kama sisi tunajipanga baada kwa kwa ya kumalizana na, na mechi ya shirikisho, tunajipanga kwa ajili ya ligi kuu, wala tuogope kwenye hilo, na nikuahidi tu mbele ya hadhara ya watu, mbele ya mbele ya, ya kamera yako msimu huu Simba, msimu huu Simba, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kombe la shirikisho barani Afrika linakuja Tanzania, kombe la ligi kuu pia tunachukua. Tunachukua te tunachukua treble kupitia media hii na kuahidi. So nimeona nini? Kwanza mshikamano kwenye timu, mshikamano kwa wachezaji, mshikamano kwa mashabiki vile vile. Kama nyumba inakuwa haina mshikamano hata watoto yani, wanakuwa wanasambaratika. Lakini tunashukuru Mungu, kuanzia viongozi kuna mshikamano wa kutosha. Kama juzi ulivyoshuhudia karibuni, uongozi mzima wa Simba uliowajua na usiowajua wote, wa miaka hiyo walikuwepo uwanjani kwa ajili ya kusapoti wachezaji. Wa zamani wote wameungana, sisi kama matawi tunamshukuru Mungu kwa hilo, ndio maana najiamini kwa hilo yeah. Yani, ubaya ubwela, ile kauli ya ubaya ubwela inamata, na tunashukuru Mungu, ile kauli inafanya kazi wa Mamposa namna gani? Yani hivi hasa hmm. u kama yule kwa Mamposa alikuwa, Suma, alikuwa Mamposa alikuwa si nani? Shefaridi sawa, Shefaridi tumeelewana. kuna eh? Eh, Profesa Sugue so Tanzania au oh? so Tanzania au au, au wa kigeni Tanzania, o Tanzania, wa Tanzania, kwa nao pia wana haki au wana haki wana haki pia kuchaguliwa kupelekwa barua, bwana, tunaomba mje msapoti kwenye mechi. Ubaya uko wapi? Kauli yangu ile ile, mfamaji aishi kutapatapa, sasa hivi haona lolote la kuzungumza na ni kuahidi sherehe ya Yanga, sherehe ya Yanga msimu huu, harusi ya ziziki ndio kombe lao. Sherehe ya Yanga api gani? Hey, kombe lao msimu huu ni harusi ya ziziki. Hamna furaha yoyote, hakuna furaha ya aina yoyote mpaka hivi sasa. Kuna wana Simba sponsor. Unaona mm. Yani, unaona shirikisho tuko nusu finali. Federation tuko nusu finali. Ligi kuu tuko nafasi ya pili, kuna basi kama mechi ngapi yeye ametangulia kucheza, lakini mechi tatu. Tukishinda mechi tatu hizo wale kule wale. Kwa wal, hiyo ndio furaha yao msimu huu ya wa. Bwana wewe, kama mtu atayari, ujue huyo yani, ukimwona kama mimi hana nyama eh, lakini vitu vyake sasa huyo, huyo dense mkwala eh yaani kipigwa tu anaweka. Umeona juzi kapigiwa moja tukafanya hivi kipa kafanya hivi, kweli sio kweli e? E, alafu kitu kingine, jamani, hivi kweli kupitia maiki kupitia kamera hii eti wanamfananisha si mkangalombo na mpanzu kweli e. Kweli, lakini jamani, hivi tuongee, mnyonge mnyongeni, akake mpeni umzungumzie mpanzo na, na, na, na mkangalombo, kweli? Hiyo haki, ni vitu vi tofauti. Mpanzo atabaki kuwa mpanzo. Mpaka sasa hivi ana asilimia 60 katika uwezo wake. Ana asilimia ngapi? 60, bado 40 kutumia asilimia mia moja. Hata kama 60 hivi zikifika mia. Alafu nimeunua kitu kimoja, ile mechi asema oh, kuna wazee wanakuja, si wanambuzi, kumbe walimpa mpanzo yaani ukweli ndio huo, Uwini, ukweli huo. Uwa, uwa, gari na mbuzi gari si na nini, kuna masheye yule jamaa aliyezuia gari ya Simba singie uwanjani nakupa kodi, kawauliza mashabiki wa Yanga, so shabiki ni shabiki. nenda Karume hapo kawaulize, una baadhi ya wale watatu, yule jamaa ajengewa nyumba kivule, yule jamaa kaonekana shujaa za ndani, kaonekana jamaa shujaa kwa sababu ilikuwa sio kufuru. Yaani wako wapigwa vibaya vibaya ile mechi. Nasema ndio ulikimbia. Mimi ndio nilikimbia. Mimi sikukimbia. Kanuni labda inasemaje? Tuje kwenye kanuni. Kanuni inasemaje? Ehe, inasemaje? Wewe unaandika barua kabla mechi kucheza. Kabla ya mechi? Lakini wakati wewe unataka kufanya nini? Ningefanya mazoezi. Kweli sio kweli? Haki ninayo, haki sina. Eh? Kwa nini wanizuie? Kwa nini wanizuie labda? Nakuuliza kwa nini wanizuie nisifanye mazoezi? Anasema hajatoa taarifa. Taarifa kwa nani? Meneja. Meneja hajui. Sheria mpira, sheria ya mpira, mpira unaanza siku moja kabla ya nini, na ndio maana kuna mechi kamishna kuna marefarii. Unaelewa hilo? Ile siku moja kabla ya nini, lazima mechi kamishna na wale marefarii wasimamie timu pinzani wanofanya nini, mazoezi. Mimi ni stewart wa Simba, wale wanaovaa reflector, mimi mmoja hapo. Tunaona kucheza mechi za kimataifa, siku moja kabla ya mechi, mechi kamishna na marefarii wanakuja sehemu husika nini ya uwanja, wakati mgeni anafanya nini, inafanya mazoezi, wanakagua kila kitu. Wao kwa nini watuzuie? Au hatuna haki a kufanya mazoezi? Hivi mngechukua ubingwa wa Kombe la Shirikisho, watani wenu watakuwa kwenye hali gani? kama hivi hivi, kama hivi nusu mnatamba ubingwa, a alicha kutamba, licha ya kutamba, kama waliweza kuumia siku ingia robo fainali, zaidi ya ngapi? Sumelewa hiyo, watazidi kuumia zaidi, watazidi kuumia zaidi, wajifunze kujifunza kitu kizuri si dhambi. Dhambi kujifunza uwizi, sababu ni kitu kibaya kabisa. So vitu viko wazi, ni sahihi kabisa, unachosema ni sahihi kabisa. Wao wamerudia, wao wamerudia 63 hapo uwanja wa Uhuru, Simba chache za michuano hii fainali, mgeni rasmi Rais Mwinyi, sio? Umeelewa? Wao wamekuja wamefanyaje? Wamerudia. Yaani kila wao wanaolifanya Simba walishalifanya, si umeelewa? Kila wao wanaolifanya Simba ishafanyaje, alishalifanya. Namuunga mkono ndugu yangu, kama wanavyosema kupitia maiki hii, kombe lili nakuja hapa Tanzania. Simba Sports Club inashika nafasi ya nne barani Afrika, za zile nafasi za renki kutoka Kafu, wanaweza kubishia wengine. Ngoja nikuonyeshe kwa vitendo, naonyeshe kwa nini ii hii, mbele ya kamera ukosefu wa akili ila pia muulize chai amekunywa, muulize chai amekunywa, si umeelewa? Sababu kuna mtu alibishana redio, alibishana nini? Alibishana redio, yani hiyo ni automatic kabisa, sababu yeye asili yake ni mbishi, si umeelewa? Ndio maana nimekuambia hivi. Yee, chame, afu, ye muulize chai amekunywa, hiyo la kwanza. Alafu huyu kwani si huyu eh? yeye, yeye asome yeye, labda mm, soma aibu au ranking ranking. Ah, ranking, ah ranking. Mm. <laughs> Eh, nafasi e no nafasi ya ya ngapi ngapi, yeye ndio atasema Simba Sports Club namba 4 mode, sawa au unaona mko ha, yes, okay, sawa sawa. Ngoja, ni sahihi anachosema ni sahihi, anacho anachosema yuko sahihi. Wao walishika nafasi ngapi?

ili akaonekane yeye ndio mkweli, mulize muulize yeye kuna nafasi ngapi, amwambia akaonyeshe. Kwa nini sio na laha kaka, kwa nini sio na laha eti, kwa nini sio na raha? Raha yaani, mwezi wote huu, kat, katika timu Tanzania, mashabiki wake wana raha ni Simba sio ngapi? ni Simba kaka, ni Simba si Simba

ugumu wa maisha Mimu... Sa... nisikilize basi, ngoja umesikia, haka. Umesikia. Umesikia. Amani. Anas... Mimi... na naheshimu nanuku... na na, na chombo cha habari kwa maana nikitangaza vitu ka... nikita vangu ngu vingine kama tangaza nini, kazi yangu nyingine, mimi pia ni msanii wa Bongo Movie, sumelewa, nipo kazini pia, nafanyaje nashuti movie, na ninazo kwenye simu hapa na shoot movie. Ikifika saa kumi leo jioni, ingia YouTube channel andika more film episode ya tatu, Love Kiss na Luka. Sio mnaelewa, unajua masuala ya sanaa ukiwa wewe ni main character usikufanaje alafu ni series, nini ni muendelezo. Sio mnaelewa, huu ni muendelezo. Salamu kwa Young Africans. Waje. Waje waone. Waje waone burudani. Kaka mpira sio uadui. Ah ah, mpira sio uadui. Mpira sio vita. Mpira ni burudani kama burudani nyingine. Waje waangalie. Hivi, ongea tu wewe, mimi najua mshabiki wa Yanga. Hebu ongea tu moyoni moyoni kabisa. Mimi nakujua soma la kwanza. Roho, kaka, mimi wewe mshabiki wa Yanga. Wewe mwenyewe tu ukiwa unamwangalia ule mpango vitu unavyofanya. Hebu ongea tu kwa moyoni mwako. Mimi si nimeongea ukweli hapa. Si nimekwambia ukweli? Wewe kama mshabiki wa Yanga ukafanyaje mpango kwanza? Ana vitu hatari, ana vitu Mn. ana vitu hatari, kaka. Yule mtu yule mtu moto akotea mbali. Sasa hivi sasa wameungana ungana, wanaambia bosi wao, samtaka mpanzo, samtaka mpanzo. Eh, samtaka nani? Samtaka mpanzo maneno Mane? Maneno unajua, msimu unaelekea kuisha, inakola dirisha la usajili. Midia kama hizi ndio zamiaka ufanyaje kufanya biashara. Sio umeelewa? Kwa hizo tetesi hizo ni zi zipo kama tetesi nyingine. Naungana na msemaji wako Ahmed Ally atuishie hapa asilimia mia moja. Atuishie hapa. Na kuahidi kupitia midia hii kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kombe la Afrika shirikisho linakuja Tanzania. Wao walivaa midari hao yeah, midari. Wa Afrika Tanzania, yule mnachukua kombe. Yeah, wao wao livaa medali. Medalio walova pia wao wamerudia vile vile. Tisina ngapi? Tisina tatu, tisina nne wamerudia wao kuvaa ile medali. Sio umeelewa? Kwa sisi tunaleta na kombe. Kama simba ndio walianza kucheza robo fainali hapa, wao wamerudia na kombe, simba ndio watafanyaje kulileta hapa. Ushukuru sana na mimi nakushukuru pia.